Karibu sana, kipindi ni Binti Longa na uko na mimi ndimi na eh, na wakati huu basi tupo kwenye uh, Binti Longa ya Midundo Radio huwa inakuwa na vipengele vitatu jichopevu, kitovu cha mwanamke na inuka leo. Na leo katika jichopevu, msikilizaji eh, tumeangazia na nipo na wageni katika jicho pevu la leo. Tutajuzana mambo mengi sana kuhusiana na kufungua taasisi lakini pia taasisi hii ni maalum na ni muhimu sana kwa wanawake waliotoka gerezani. Najua utakuwa na maswali mengi sana kujiuliza, taasisi hii itajihusisha na nini? Itakuwa na vitu gani? Basi siku ya leo utajuzwa na utajuzwa hiyo taasisi inafunguliwa lini na utaratibu wake upoje. Kwa hiyo tunawapa tabasamu wanawake waliotoka gerezani. Jamani, sio mnawapa mnawapa hard time, kumbuka, ni binadamu walikuwepo wakaenda kule wakarejea. Kwa hiyo inabidi wawe na maisha yao ya kawaida kama walivyo wanawake wengine ama watu wengine. Niko na udhamini wa sidaksanateras na wabarozi wa Norway Tanzania. Msikilizaji, wageni wangu washafika, karibuni sana sana. Mama, najua huko ndani ukuna <laughs> <laughs> oh, nimezoma kwa wingi ndani, najua <laughs> najua Mm. Lazima. <laughs> Okay, basi msikilizaji na tazamaji angetamani kujua nipo na kina nani leo, wametoka kwenye organization gani, na eh, inahusiana na nini zaidi. Okay, kwa majina naitwa Magdalena Uwelo. mm. Uh, tumetokea taasisi inaitwa tweko kwa kifupi, lakini kwa kirefu ni Tanzania Women Ex Prisoners Care Organization. okay. Yeah na, niko na mwenzangu hapa. mm. atajitambulisha. Mm-hmm. Yeah. Taasisi yetu inajihusisha na wanawake walioko magerezani na waliotoka magerezani. Ndiyo. Kwa hiyo tulianzisha hii taasisi kutokana na sisi wenyewe ni wahanga, ni wanawake ambao tumepitia hiyo changamoto ya kuwa kule gerezani. Mm. Kwa baada ya kuwa kule, kulingana na changamoto tulizoziona matatizo. Ndiyo, tukaona kwamba baada ya kutoka tujiorganize tuanzishe kitu ambacho kitakuwa kinawasaidia wanawake walioko magerezani. Mm. tukiwa tuki na maana kwamba mahitaji ya msingi Yeah. y Okay. yale zile unasema daily basic needs vitu kama sabuni, mafuta ya kupaka, dawa za meno, kwa sababu ni vitu ambavyo vina uhitaji kwa sababu wale ni binadamu kama mm, binadamu wengine na ni wanawake mwanamke ambaye yuko huku uraiani na mwanamke ambaye yuko gerezani hawana tofauti kabisa. Basi zao ni sawa, tofauti yao tu ni kwamba huyu huko ana uhuru, yule wa kule ana uhuru, lakini maisha yanaendelea kama kawaida. Okay, yeah. Nini ningetamani kujua lile wazo la kufungua taasisi kwa ajili ya hawa wanawake lilikuwaje, nilikuwaje ku, ilikuwaje kuwaje mpaka ikaja ikasimama kuwa taasisi. Okay, ta uh, kwanza halikuanza kama wazo la taasisi mm. Wazo lilikuja kwamba baada ya sisi kukaa gerezani na kutoka, tukakutana na changamoto kwamba ukitoka huku nje mm. Unakuta aidha hey, jamii imekutenga, umepoteza kila kitu mm hauko -hmm. pesheki, hauna mm. tena marafiki tukashauriana, sasa tunafanyaje? Tukasema mm. tuanzishe kitu kama kikoba ambacho okay. Kila mwezi tukawa tunatoa elfu kumi, elfu kumi mm. Lakini baada ya hapo, tukaona sasa ili tuendelee kukua zaidi mm. Tuanzishe kama taasisi kwa sababu kikoba pekee yake hatutaweza kuwasaidia ambao wako kule ndani na wengine wanaotoka, ndio ya kwao. Wazo ndo likaanzia hapo, tunaanzishaje? Tunarudi pale pale kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kukusaidia kitu from the scratch. mm. kwa tukatumia zile elfu kumi elfu kumi zetu kwanza, sasa kusajili taasisi. Ndio. Okay. hii taasisi inaitwa TWECO. tunashukuru Mungu tumekamilisha mwaka huu, tuna usajili wote full kabisa. mm. na tunatambulika kiserikali. Okay, yeah. Sasa hizo elfu kumi, elfu kumi walikuwa walikuwa lt wanawake waliotoka tayari. Yes. Okay, nikajua mliwahusisha na wanawake wengine ili labda kuleta nguvu kuunganisha pale nguvu, okay. Lakini kwa kwa ufunguzi wa taasisi na vitu unavyovifanya mm, ningetamani sasa kujua taasisi ni bado ni changa inafunguliwa, ni vitu gani hasa ambavyo taasisi itajikita zaidi kuwatembelea, lakini na kufanya vitu gani? Okay. Uh, Kikubwa cha kwanza kuhakikisha walioko magerezani wanapata mahitaji ya msingi kama tulivyosema mm. Lakini pia msaada wa kisheria mm. Lakini pia msaada wa kisaikolojia mm -hmm. Kwa sababu ukiingia mle ndani kila mtu ana namna ambavyo Mungu amemuumba mm. Kuna mwingine anakubaliana na hali halisi mara moja mm. Kuna mwingine hakubaliani, kwa sababu kuna watu kule anaingia mzima, anakuwa chizi kabisa okay. atres... stress yeah stress. yeah mm -hmm. Kwa hiyo tunatamani tuna kuwe na huo msaada wa saikolojia, lakini pia unaweza kukaa huko mzima kule vizuri, ukishatoka huku nje ukutana na changamoto maisha ambayo ulikuwa nayo, umekuja umekuta tofauti vitu vyako, unaanza tena kuchanganyikiwa upya mm -hmm. <laughs> yeah, kwao tunatamani hata wanapotoka sasa, pia ukiachilia mbali kuwasaidia kwenye upande wa kiuchumi na vitu kama hivyo, lakini wapate msaada wa saikolojia okay. yeah wanaotoa msaada wa kisaikolojia uh, msaad like na wa kisheria oh, hasa tunaanza tuna kushirikiana na taasisi zingine kwa sababu hizo, okay. ni professional za watu mm. <laughs> sisi ni wahanga tu okay. <laughs> yeah. taasisi pia imewaza ina, ina, ina labda kushirikiana na ndugu ama jamaa wa karibu ambao tu, tukiacha ambao walishatoka wale ambao wamemle ndani mm. eh, labda kushirikiana na ndugu na jamaa ili kufanikisha huko kupewa huo msaada ya yeah, sisi taasisi hatu tunashirikiana na mtu yoyote ambaye anawiwa kushirikiana na sisi. Sisi hatuchagui wala hatubagui ba, hata kama ambaye hana ndugu kule mm. Unajua, kwa mfano hata mimi kabla sijaingia gerezani sikuwepo unaga umuhimu wa kutembelea magereza mm. Lakini baada ya kuingia kule ndo nikaja kujua kwamba kuna umuhimu mkubwa sana kwa sababu mahitaji ni mengi na, okay. na ni makubwa na usichokijua ni kwamba kuna wakati watu wanaishiwa kabisa vitu mm. Kama sabuni, mafuta vinaisha kabisa na kuna mtu tangu anaingia ndugu zake mm. Wengine hawajui, ama yuko mjini, ndugu zake wako huko vijijini mm. Yes. Kwa hiyo hata sisi sisi, unavyotuona, hata kama una ndugu hapa mjini, pia tumeishi tu. Kwa hiyo misaada, okay. Nitakupa mfano, ishati la msaada lililetwa siku natakiwa kwenda mahakamani, sina nguo ya kuvaa, ndugu zangu hawajaja for two months. Nikaenda kwa bibi jela, kanaambia chagua hapo mwanangu, unaona atakayokufaa. Na nadhani alitoa alishata, alijua mimi napenda sana chui chui, kwa hiyo nikatoka kwa hiyo nijeti ambalo nalipenda sana lakini nimepata, sijui li alilitoa nani, lakini mm -hmm. ninavyolipenda, nilivyoshukuru mm -hmm. nadhani mpaka leo Mungu anaendelea kumpa baraka zake. Kwa hiyo hata kwa nguo ambazo mtu anazo mm -hmm. hazitumii tena, zinahitajika yeah. kwa sababu the first day unaingia gerezani mm -hmm. ukishaoga, unavaa nini Yes, keunguwa, sakukua, si ndo hizo, ndo hizo. Watu wakipeleka misaada zinafuliwa, zinakunjwa vizuri, kwao ukifika unapata hizo nguo nguo. Kwao tunaendelea kutafuta wadau mbalimbali ambao watatuwezesha tuweze kupata vitendea kazi vitu kama cherehani. mm -hmm. Yeah, tutafungua kiwanda chetu, tunatengeneza mapochi sisi Sema tu leo. Eh, leo hatujayabeba. Hii tunatengeza mapochi mchina na subiri. Mhm. Yale mapochi yale leo tengezoga kalume. Ya kitenge anachoma complex. Au vile vya vitenge. Ya ya vitenge. Ni mazuri sana alafu, yanadumu muda mrefu afu very good design. Tarehe 25 utakapokuja, kama watafanikiwa, wataona kwa sababu pia tutakuwa tunayauza pale, okay. Yeah, mm, na kitu ambacho nimejiuliza na hisi sasa na msikilizaji anajiuliza sana Uh, kwa nini mliamua wanawake walioko gerezani awatoa gerezani na sio wanawake wengine eh? kwa sababu sawa nyinyi mlikuwa mle, mm -hmm, lakini mngeweza kuwafikiria wanawake wengine labda wenye uhitaji ambao kuna wawajane eh. Ha, sasa wanasema kwamba uondo wa ngoma uingie ucheze si ndio eh? mm -hmm. si tunafanya, mm -hmm, kile ambacho tunakijua Kile ambacho tumekipitia mm. Yani leo hii mimi ukiniambia, ni kuelezea in details changamoto ambazo anazipitia mwanamke gerezani, nitakuelezea mm. kwa sababu mimi binafsi mm. nimezipitia okay. Lakini ukiniambia matatizo mengine, nayajua kwa kuyasikia aidha kwenye ma, nani social medias mm. au kusikia kwa jirani Umeelewa? Mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunafanya kile ambacho tumekipitia halafu tunakijua in details. Kwa sababu utakapokuja uniambia bwana, mimi uh, nataka nimsaidie mwanamke gerezani. Ni, mm -hmm. ni, ni, ni, nimsaidie kitu gani? Nitakwambia mm -hmm. fanyie moja mbili mm -hmm. tatu au kuna mwanamke ametoka, unadhani tuanzie wapi? hata kabla sijamuona mm -hmm. ukinielezea tu details zake nitakwambia huyu tuanzie hapa mm -hmm. yeah. Okay, mpaka sasa taasisi inatarajia kwa na wanafanya wafanyakazi wangapi? wafanyakazi tupo sita, na wote ni waliokuwa wametoka. Sisi kila kitu ni wenyewe. Sasa sasa kitu wenyewe tulikuwa uraiani muda wote, hatukaribishwi huko mbeleni, kwa sababu kadri taasisi inavyozidi kukua, tutahitaji watu wenye professional mbali mbalimbali, tutahitaji watu labda wa media kama hivi kwa ajili ya uh, kusimamia social media zetu na yeah. Uh, waliopo sana sana sisi ni kuwasaidia yeah. Alafu wakishatoka sasa wanakuwa wanachama wanachama, yes. Mm -hmm. Kwa sababu akiwa kule hauwezi kwa sababu kuna michango unajua tunafanya kila mm -hmm. mwezi mm -hmm. Kwa maana mtu akiwa kule hana kazi hana shule cha kujiingizea kipato, kwa hiyo mm -hmm. yeah. Inakuwa ni ni ngumu kidogo yeah. Well, ni jambo zuri na niwapongeze tu kwa kitu ambacho umekifanya kwa sababu Sema yikio, no <laughs> yeah, it's a very uh, ni sehemu yeah. yani, <laughs> ni, yani, uh, ni yani, ni ambayo nikwambie sichote nikwambie, je, gerezani unafanya sherehe zenu? yaani kule kinachokosekana ni nika kijiji, yaani ni watu ambao kwenye kijiji chao maisha yao yanaendelea, ambayo nyinyi huko nje hamu ya mm. jui tunakuwa tu kama hey, e hey. navofanya birthday zenu kwenye mahoteli makubwa hey. tu <laughs> <laughs> na kule zetu watu tunapeana zawadi na tunatunzana naisi wage inakuwa nzuri sana, sana. sana. sana. Okay. sasa ufunguzi tarehe 25 5 utakuwaje yani hiyo siku itakuwaje. nataka nataka general iwe idea tu yaani ile siku kutakuwa kuna wageni rasmi kutakuwa kuna nini kutakuwa kuna nini katika ufunguzi wa taasisi yetu Okay, sisi tumeiweka kwa namna ya tofauti. mm -hmm. Sisi ufunguzi wetu hautakuwa na chakula wala vinywaji wala mm -hmm. mgeni rasmi wala viingilio <laughs> kila kitu, kila mtu ni mgeni rasmi. mm -hmm. na kila kila mtu ni mhusika, kwa sababu tutakutana mahali pamoja, tutaondoka wote, tutaenda gereza la Segerea ambao ni wapi tunakutana? Tutakutana Biafra, tukutana mm -hmm. pale Biafra. Kwa ambaye anataka kwenda, tutawasiliana mapema, kwa sababu usafiri atalipia kutoka pale mm -hmm. kwenda na kurudi. Ni kama shilingi elfu kumi. Kwa hiyo tumeona badala ya kuandaa tafrija mm. ni bora hizo gharama au watu hizo pesa ambazo watatuchangia mm. twende tupeleke kwa walengwa, kwa sababu sisi tutakula tutakunywa, lakini at the end of the time mm. wenye uhitaji tumewafanyia nini? Kwa sisi uzinduzi wetu tutakuwa ni kugusa maisha ya wenye uhitaji ambao ni wanawake na watoto walioko gereza la Segerea. Tutakaa huko gerezani kwa muda gani? Uh, kulingana na sheria jinsi zilivyo kule sio sehemu ya kukaa sana. Ndio. Mkifika saa nne mtafanyiwa lazima vitu vyenu kwanza vikaguliwe. mm -hmm. Yes, alafu pia kunakuwa na idadi maalumu ya watu kuingia kwa watatupangia mm -hmm. kama ni ishirini ishirini mm -hmm. kwao laeza likawa ni zoezi la masaa mawili halizidi matatu. Okay. Yeah. Okay. Kwa hiyo, uh yani, unasema ni mambo ya serikali, ni jinsi ambavyo nilivyotamani kwamba uende na matarumbeta. No, no matarumbeta, yani ile mm -hmm. kuwaita wote <laughs> tunaongea kwa pamoja ile, ishirini ishirini, watano watano. anyway, ah, itategemea pia na idadi ambayo tupo mm -hmm. kama hatutakuwa wengi sana wanaweza kutupa hiyo fedha unajua mm, yeah. Yaani ile unajua ile kijumuika kwa pamoja inakuwa ni nzuri zaidi kuliko wameenda aap wangapi wameenda wangapi alafu wangapi, nakuta wengine ndio wageni mara ya kwanza kuingia mle ndani. Kwa hiyo unakuta tu unashangaa, hauna cha kuongea tena unamwangalia unamwangalia maanake <laughs> <laughs> watu wengi wakijenga wanalia wana, tu mpaka wanatoka mm, kwa hiyo <laughs> mm, inakuwa hivyo mm -hmm. Okay, kwa hiyo tunamwomba Mungu hiyo siku ile tofauti kidogo tupewe fedha ya yeah. <laughs> tuendelee kupiga hiyo maombi tupewe fedha yeah, uzuri tumeomba kibali mapema na wanajua nia yetu na lengo letu. Kwa hiyo hilo lisiwatishe mtu yoyote, ambako tayari kuungana na sisi tuungane. Okay, yeah. Basi tutaje mahitaji ma uh, maalum ambayo kama mtu ameguswa uh, mahitaji maalum na kama pesa itumwe wapi okay. Uh, mahitaji ni mengi, kuna sabuni, mafuta ya kupaka, dawa za meno, taulo za kike. Kuna watoto kule zinahitajika diapers, mafuta ya watoto, nguo za watoto, maziwa. Vitu vingine nimesahau. Nguo za ndani za, za, za, za, za kike, taulo za kike. Viatu pia. Viatu. Yaani kila kitu. Sukari, sukari, mm, ya mchele, all those stuff. Vitu vyote hivyo vinahitajika. Pia unga mm, wa walishe wa watoto. Mm. Yeah. Eh, sasa hapo kwenye watoto wanaokunywa uji, si wanakuwa wadogo sana? Kwani nini mama wao, yani inakuwa ni mama yuko kule. Yeah. Alafu mtoto anakuwa na yuko na mama yake inategemea mwenye umri ya, mwenye umri wa kunywa uji atakunywa, lakini ambaye bado hana umri wa kunywa uji kuna mama yake anamnyonyesha. Ah, lakini oh, unajua vitoto vya siku hizi miezi miwili mitatu inakula. Okay, hapo sawa. So hayo ndio mahitaji, lakini sasa, kama wewe unaona vivu kununua siku nini, pesa yako iko iko kwenye simu, unaweza ukasiba wamara kwa namba zinazotajwa hapo.

Okay. Lakini pia anaweza kutupigia sometimes labda mm -hmm. Mitandao inasumbua mm -hmm. kwa 0670 25 56 62 0670 mm -hmm. 25 mm -hmm. 56 62 Nakaribisha sana, namba ndo hizo, unaweza ukapiga pia kuuliza utaratibu upoje? yes. unaweza ukatuma pesa, na ukituma pesa piga, ili kuhakikisha pesa imefika imefika, usijue kwa kukosea. <laughs> <laughs> E, na kuna hiyo lipa namba, hakikisha imekuja hiyo Tanzania Women Ex Prisoners Care Organization, hakikisha imekuja hilo jina jamani, yeah. ili basi mchango wako uweze kufika sehemu iliyo sahihi. Okay, basi, mimi ningependa uh, ana najua kuna kitu nataka utushirikishe, yani hebu hebu ongea kidogo. Dada akaongea, ametujuza kuhusiana na taasisi, akatujuza mambo mengi sana. Kwa kumalizia tu, ongea na wanawake, ongea na mama, ongea yeah. Tuko hapa, tuna tunadili tuna na hawa wanawake ongea wale wako uraiani ongea nao. <laughs> Asante sana kwa kweli, sina kikubwa cha kuwashirikisha mm -hmm. hapa kiongozi wangu amesha yaongea yotei Ilichokuwa tunaomba wamama ambao mm -hmm. wako majumbani sio wamama tu hata wababa yes. mwenye uwezo wa kuweza kutusaidia kwa chochote mm -hmm. tuweze kuwafikishia wenzetu kwa sababu kama alivyosema kiongozi, kule ndani ni maisha ni magumu kuna watu aina tofauti. Kuna watu wengine wanakuja hawana ndugu mm. Kuna watu wengine wanatoka mataifa tofauti mm. Mtu yuko kule miaka zaidi ya mitano hajawahi kuvisitiwa hata siku moja mm. Kwa hiyo chochote kidogo ulichokuwa nacho ambacho utakileta na kukipeleka kule mm. Kinaleta tofauti mkubwa sana kinasaidia sana, wewe unaweza kuona ni kidogo lakini mm, si kidogo ni kikubwa sana sana sana mm. Uh, watu ambao wako ndani kule wanahitaji sana sana kupata faraja kutoka kwa watu ambao wako huku nje. Watu wa kule ndani ni wenzetu kama niyo, sisi huku yaani, kama alivyosema kiongozi hapa, maisha tunayoishi huku na ndio tuliokuwa tunayaishi kule, kule. tofauti ni kwamba tu hakuna uhuru wa kuweza kusema kwamba utatoka utaona ndugu zako uta, yaani hivyo. Kwa maana hiyo tulikuwa tunawaomba kama alivyosema kiongozi wangu hapa, moyote mwenye uwezo wa kutusaidia tunaomba tusaidie kwa namba alizozitaja, kwa sababu watu wa kule wanahitaji misaada sana kutoka kwetu, wanahitaji mm, pia kuona, kwenda kuwatembelea na kuwapa tabasamu yeah, kama alichokiongea kiongozi hapa, kuna mtu labda hajacheka wiki ya pili mm, kila siku amekaa pale anawaza tu, ana kesi anawaza mm, kesi um, Nikisema niongee amba mimi ambayo nimeyapitia hapo, chapter nitakuja. Yeah. Siku nyingine kuja kuongelea, unajifunika yes, you know blanketi, exactly. Unalia. <laughs> <laughs> Unalia, unalia, unakaa ndani mm, for almost miaka minne, alafu siku moja tunaenda mahakamani, unaambiwa, ah, we, you you are free to go home. Unajua mm. Mtu umekaa mahabusu miaka yote hiyo hapo, miaka mingapi umepoteza vitu vingapi umepoteza? mm. Unaona, kwa maana hiyo iko siku, hicho tutaomba kipindi kingine tena tutakuja, lakini kwa sasa kwa event yetu ambayo tuna itakuwa tarehe 25 mwezi wa kumi, tunaomba mtu sapoti wa baba wa mama wa dada mm -hmm. wadau tofauti wote walioko huko, kama wanaweza kutusaidia tutashukuru sana, tuweze kuwafikishia wenzetu, tuwarudishie wenzetu waliokuwa kule ndani tabasamu. okay. na ujuzi wa kushona umejifunza huko huko? Actually, yes, yes. Ujuzi wa <laughs> kushona nilijifunza kule kule mm. kama alivyosema hapa kiongozi wangu, tuko na kati ndio, unaona like hapa mimi nafanya nini siku hiyo. Kuna mwenzetu mmoja, na mwenyewe yupo Komoro sasa mm. hivi, alikuja akanipata, akaniambia ana unalia nini leo, twende kiwandani kuna yeah. kiwanda, kiwanda, kiwanda yeah, kabisa okay. Basi from then nimefika kule mpaka nikawa najua kushona, mpaka mimi ndio nikawa nyapara wa kiwanda mm. <laughs> mm. Yaani mimi ndio nilikuwa nashikilia funguo zote za kiwandani. Wewe uingie kiwandani mpaka unione mimi hapa. Kwa hiyo kuchona nimejifundisha kule kule na kwa, kuna watu wengine wamejifundisha pia. Kuna ujuzi tofauti, kuna wanaojifundisha kusuka kule, kushona kama hivyo mm. kuna viwanda vya kupika keki, mandazi, chapati yeah. kuna vitu tofauti mm. kuna vitu tofauti, naonaka vitu fresh kwa hiyo yeah. yes yeah. <laughs> <laughs> <mukati> Uh, uh, inaweza ikawa ile, zile stress ndo zinafanya mtu wa awe, na, awe awe na awe anakosa zile hope, lakini ile ukisema Anyway, ngoja niishi nisubiri hatima exactly. yangu. Yes. Yeah. Yes. Unaweza ukatoka na kitu ambacho ukitoka nacho kabisa. Kabisa kabisa Ato, kabisa. Hata yes, ujasiri tunaotoka nao tumeupata. Yeah. Tumepata kule. Yeah. Yes. Kwa hiyo yeah. ni ni shule pia. <laughs> <vya>. Tulikuwa <Yeah. laughs> boarding school. Yes, yeah. kabisa. Mm. Actually tena sisi upande mm. wa wanawake hata walikuwa wanatuambia sana wamama kule. Nyinyi mko boarding school hapa. Yeah huku kwenu kwa wanaume huku huku ndio wenzenu wako gerezani, yenye hapa mko boarding school. yaani it was hivyo. ilikuwa it it was fun vizuri, lakini sometimes unakuja ule muda unamisi, una mm. unafikiria nyumbani kama mm -hmm. mimi nilipigwa na mtihani mmoja hapo yani, kiatu ambacho nilikivaa mimi sidhani kama wewe ungeweza kukivaa. Niko huko, uko ndani nikafiwa na mtoto wangu, amefariki wa mm -hmm. kwa hiyo it was yo, next chapter yani leo so yes. <laughs> <laughs> <Yes>, no, tuko <laughs> kwenye kitu cha furaha furaha, siku nyingine Mungu akipenda. Imagine wewe unafiwa na mtoto yani, mpaka leo hii unaamini tu kwamba, sometimes unaweza unaweza ukakaa, unaanza hivi mtoto wangu wamemsafirisha, umejua, alafu mm. ile kwamba tangu mwanzo ulishazoea maisha kwamba mtoto anasoma boarding school hmm, yeah. labda mtoto mara nyingi anakuwa anasafiri kwa abroad kwa huko yeah. sometimes unawaza yuko tu abroad atarudi, kwa sababu mm. ukumuona -hmm. sikushuhudia siku, siku yeah. ya mwisho yeah. umeona. Kwa hiyo yani ni ngumu sana, ni ngumu sana yeah. ni ngumu sana, yani huwezi kumwambia mtu yote apitie yeah. kitu ambacho nimepitia, brother, tumepitia. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunawaomba tu wa Tanzania watusapoti kwenye mm. Yeah. hili jambo letu ambalo tumelianzisha taasisi yeah. yetu ambayo tumeianzisha kwa ajili ya kurudisha furaha tena kwa mwanamke ambaye amepitia gerezani na ambao, yeah. bado wapo gerezani, kwa sababu misaada yenu inamaanisha kitu kikubwa sana kwetu sisi yeah. So, bila nyinyi hatuwezi kulifanikisha hili, ndio maana, yeah. tuko hapa, tunawaomba msaada wenu mwezi kutusaidia kwa hili. okay. mm. mimi niwapongeze tena kwa kweli. Asante sana. mmekuwa wajasiri, mmekuwa na usubutu sana. Eh, kwanza hamkutaka kuacha wenzengu nyuma, yaani imewafikiria. Unajua, kuna mwingine akishatoka anaanza yeah. kujipanga yeye mwenyewe na maisha yake, lakini nyiye mmejipanga na mkakumbuka kuna watu kule wanatuhitaji, siwaangalie yeah, kwa hiyo ni jambo zuri na jambo jema, na sisi itafika mbali sana, na natumaini yaani, matumaini yangu Uh, jamii italiona hili na serikali Amina, pia Amina. Kama umesikia uh, hii organization na hiyo tarehe ishirini na tano tunaenda huko Segerea, basi andaa mchango wako, andaa sadaka yako, iombee kama alivyosema dada, omba, peleka ukipata muda, labda una pesa. Tunaruhusiwa pia kuja tu hata kama yaani yeah, yes. Yes. niombee yes. kitu kuna mtu yuko gerezani mwaka wa nne au wa tano mm. Hajawahi kumuona ndugu yake kabisa. Okay. Kwa hiyo kitendo cha wewe kwenda pale mm -hmm. ni furaha kubwa sana mimi miishei mm -hmm. kunitokea kuna mtu alikuja kunitembea ambaye sikutarajia mm -hmm. E, nilifurahi sana hiyo siku sana, yeah. Kwa hiyo hata kama hujabeba kitu nenda tu kampale. Yes. wana tu kaona watu yeah. kule wanaishije yeah. mm -hmm. Ndio maana tumesema tunaenda kurudisha tabasamu, kwa sababu unajua mm hata -hmm. wale watu watujaona na mm -hmm. sikitu nyingi tu cha kutuona watafurahi. mm -hmm. wata yes. furahi mtu akisha yes. Yes. <laughs> tabasamu yeah. hadi hmm. moyo wake pia unaruka ruka kwa furaha yeah. yeah. <laughs> yeah. okay. mm -hmm. basi sisi tunakuwa tuna ziada hapa na tweko uh, tweko, yeah. mm -hmm. Sasa tweko tarehe 25 tunaenda mseme kiwashakurudishaamataretuena kurudisha tabasamu kama tunavyocheka hivi basi, tutacheka Segerea hiyo tarehe ishirini na tano, si ndiyo? Yeah. Okay. basi tunaka aziada kwenye kipengee chetu hiki cha jicho uh, uh, siku ya leo.